Kwa nini watu wanafurahia sana mabaya kuliko mazuri? Au niseme hivi, kwa nini watu wanafurahia kushindwa kwa mtu kuliko kufaulu? Watu utawaambia, ukiwaambia nimefaulu shule au nimefaulu kitu ambacho nilikuwa nakitaka, watakuchukia sana. Watakujaji wengine, watajaji kwa mazuri, mwingine mabaya. Wengine watasema ah, naigiza tu, wengine watasema sui, kalikwenda kalirudi. Lakini ukitaka kujua kwamba watu wanakuchukia Ndo waambie hivyo kwamba kila kitu kiko vizuri, yani waone maisha yako yako mazuri, kila kitu. Watakuchukia wewe. Ila wasikie kwamba umefeli, watafurahi sana. Yani wanafurahi, wanacheka. Hmm? Watazungumza kila sentensi. Tuliona tu kwamba alikuwa tu ana mwizi, tuliona tu kwamba takabatwa, tuliona tu kwamba eh, hatafika popote naona. Yani watu ndo mnaona sana hapo, naona sana kwamba mimi sitafika popote, mnaona sana kwamba mimi naharibikiwa, yani kwenye kuharibikiwa ndo mnaona sana ila kwenye kwenye kutaka mimi kufaulu mnaleta giza. Naomba ukomenti hapo chini, komenti hapo chini, kwamba kwa nini watu ili ni swali kwa dunia nzima, anaisikia Kiswahili na asiyesikia, kwamba kwa nini watu wanafurahi mtu kushindwa, ila unapofaulu wanachukia kwa sababu gani? Naomba ukomenti hapo chini, na ulaiki, ushare kona kwa wengine, ili tusikilize mawazo yao, wanasemeje watu hivi, kwa nini? Labda mimi kwa sababu ya uelewa wangu mdogo niliyokuwa nao, naomba mseme hapo, sema jambo, uniambie kitu ambacho kitanisaidia mimi na kitasaidia jamii, kwamba watu wanapenda kufeli kwa mtu au watu wanapenda kufaulu kwa mtu. Kufaulu kupo aina nyingi. Kuna kufaulu kimaisha, kuna kufaulu masomo. Sasa unapofaulu, je, watu wanafurahia, wanashangilia Je, niambie. Ukifeli sasa, kila mmoja atashangilia ukifeli maisha, kila mmoja atakujaji na kushangilia sana na kufurahi sana. Ile unapofaulu wengine, wengine atasema huyu mwizi, naona ana hela wapi huyu, mwizi ana hela wapi, huyu amefauru wapi tu, amesaidiwa na na kina fulani, amefanya hivi amefanya hivi. Ila unapofeli tu, kila mmoja nashangilia, kila mmoja naona, hapa ndo sasa tulikuwa tunahitaji, hapa huyu afeli. Kufaulu hawataki, kuwa na maisha mazuri watu hawataki, uwe na maisha mabovu tu. Naomba ukomenti hapo ulaiki ushee na ukomenti hapo, ujibu hili swali kwa nini narudia. Tena kwa nini watu wanafurahi kuferi kwa mtu? Ukifaulu wanakuchukia, ila ukifeli tu kila mmoja nafurahi. So uniambia hapo, labda mimi uelewa wangu sio, uniambia hapo kwa nini hawa watu wafurahi unavyofeli maisha, wanafurahi sana. Ile unavyofaulu au masomo au maisha, unavyofaulu kila mmoja anakuchukia, anakuona we ufai, anakuona we mbaya, anakuona we sio sio sio sio rorote, anakuona we unajivuna, anasema ah, hii jamaa linajivuna sana ah. gari lako likipita anasema unawatimulia vumbi. Eh, huyu jamaa anatutimulia vumbi. Huyu jamaa fai, lakini feli kimaisha, kila mmoja atachangilia hmm, hata komenti ya kwake anayotaka. Hebu niambia hapo kwenye komenti, nahitaji majibu hmm, nahitaji majibu hapo, nahitaji majibu, nahitaji, nahitaji, na subiria majibu akwenyua hapa tunaanzisha